Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hatimaye imevunja ukimya wake kufuatia kuongezeka kwa kasi kwa kauli ya No Reforms No Election inayosambaa mitandaoni kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Kauli hiyo ambayo imekuwa ikirudiwa mara kwa mara na watumiaji wa mitandao ya kijamii kwenye machapisho mbalimbali mbali, bila kujali maudhui, imegeuka kuwa mjadala mkubwa wa kisiasa na kijamii katika majukwaa ya kidigitali. Maelfu ya wachangiaji mitandaoni sasa wanaonekana kushikilia msimamo huo, wakijaza sehemu za maoni kwenye kurasa za vyombo vya habari, wanasiasa, wafanyabiashara na hata watu mashuhuri kwa kuandika tu maneno No Reforms No Election bila maelezo zaidi. Ujumbe huu umekuwa ukionekana kama njia ya ukimya lakini yenye uzito mkubwa wa kisiasa dhidi ya mfumo wa uchaguzi unaotarajiwa. Akijibu kauli hiyo, msemaji mkuu wa serikali Msigwa amesema serikali inatambua kinachoendelea mitandaoni na amekemea vikali tabia hiyo ya kurudia ujumbe huo bila muktadha. Akizungumza na Mwananchi Communications Limited, Msigwa alisema watu wajiepusha na kampeni zisizokuwa na tija, watumie mitandao kama fursa ya kujifunza teknolojia mpya. Wanapaswa kutambua kuwa kutumia mitandao vibaya ni kupoteza rasilimali fedha kwa kuwa wanatumia bando. Msigwa hakuishia hapo, aliongeza kuwa kinachoendelea kwenye mitandao ni upuuzi. Huu ni upuuzi unaoendelea wa Tanzania wajielekeze kwenye kujenga nchi yao. Huwezi kuendesha kampeni ya kuzuia uchaguzi wakati nchi imejiwekea kalenda yake. Kauli ya no no reforms no election, ambayo ni msimamo wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, inasisitiza kuwa hakuna haja ya kushiriki uchaguzi iwapo mabadiliko ya kisiasa na kisheria hayatatekelezwa. Ingawa kauli hiyo haijaelezwa kwa kina na wachangiaji mitandaoni, wingi wa maoni hayo unaonekana kuibua hofu serikalini kuhusu uelekeo wa mitazamo ya wananchi. Katika makundi ya WhatsApp na majukwaa mengine ya kidigitali, hali imezidi kuwa ya mjadala mkubwa, huku baadhi ya watu wakishangazwa na namna ujumbe huo unavyopenya kila kona ya mitandao picha za maoni hayo zimekuwa zikisambazwa kwa kasi zikionyesha ukubwa wa kampeni hii ya kisiasa isiyo rasmi. Wachambuzi wa masuala ya mawasiliano wanaona hali hii kama ishara ya kuongezeka kwa shinikizo dhidi ya taasisi za dola kushughulikia madai ya mageuzi kabla ya uchaguzi. Kauli ya serikali huenda ikazua mjadala mpana sana, huku pande zote mbili zikitarajiwa kuendelea kuvutana kuhusu hatima ya uchaguzi na masharti ya ushiriki wake.